Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya ndani ya studio hii leo, tukiwa tunaangazia matatizo ya figo. Asanteni sana nyote ambao mnazungumza nasi kupitia nambari za arafa, na pia hivi sasa tutakuwa tunafungua laini zetu za simu. Mwelekezi anaweza kutuwekea hapo chini tuweze kupata nambari za simu. Unaweza kupiga moja kwa moja ukauliza wataalamu wetu swali lolote ambalo ungepata, ungependa kupata majibu ah. Bwana Felix, kabla tuende kwenye mapumziko tulizungumzia ili swala la wagonjwa wa figo kupatiwa uh, masharti ya kutokula zaidi ya tunda moja kwa siku, kutokunywa uji na vitu vingine. Ni dhana ama ndivyo inavyostahili kuwa? Hilo uh, ni swali muhimu sana kwa sababu ni shida tunapitia um, uh, sana sana wakati mgonjwa ana, anapimiwa ana vitu mingi sana. Ni mm, vizuri pia kujua ya kwamba maisha ya huyu mtu ina, inaendelea na wakati tunajaribu kudhibiti na kushughulikia afya yake, pia lazima tujaribu kuangalia hiyo pati ya ubinadamu, na ndio sababu nasema ya kwamba, nimesema hizi aina ya, ya kikundi ya chakula nilikuwa likua na naelezea kikina potasiamu mingi sana. Aumesikia kwa mgonjwa wangu kama hiki chakula ndo anakipenda, nimesema naweza jaribu kumuelezea venye naeza kukitumia mara kama mbili ama tatu, kwa sababu labda huyu ni mgonjwa, labda alikuwa na shida ya sukari Wakati uko na sukari unaambiwa uache zile chakula zimesiagwa sana mm. Ha, kwa utumizi chakula zenye ni mzima mzima kutoka kwa mashamba mm. Alafu umeugua hiyo shida ya sukari miaka ishirini kisha unakuja siku moja kwa kliniki, mtu anakuambia uachana na hizo chakula zote tumia tu labda mchele, tumia labda vitu kama ugali peke yake. Unajua saa zingine pia uh, kwa matibabu ndo mgonjwa aweze kufuatilia, kwa saikolojia ndo mgonjwa aweze kufuatilia matibabu. Ni vizuri pia kukuja kama karibu kama mhudumu uh, wa afya muweze kupata uh, mali, mnaweza kukuwa na uh, agreement. Kwa hivyo nasema ya kwamba kama iko juu zaidi inafaa idhibitiwe, inamaanisha naweza kukuambia uzitumie. Lakini kama tunapima na ndo utapata kama mwenye uh, ameojua pale hivyo umepata ya kwamba amesema kuna aina ya tests wao wanafanya. Kwa hivyo kama test yako labda potassium inafaa kukua kwa mwili ya binadamu, kwa kawaida pale hospitali, kwa kliniki tuna expect ikuwe kutoka 3.5 uh, 3.5 mpaka at least isipite a uh, 5.2 5.2 mm. Kwa hivyo kama yako imekuwa labda tau uh, 3.6, hiyo inamaanisha iko kwa hali ya kawaida sana kwa hivyo inamaanisha ina wakati inakuja kudhibiti sitakaza kamba sana wakati inakuja mm. na kuhusu matunda, si matunda yote iko na potasia mingi sana mm. aina ya matunda yenye iko na potasia mingi sana ni matunda yenye nimeweka hapa kama a, a, avocado eh, utapata iko na ilo, ilo, ilo si tunda nzuri, zuri, kwa mtu mwenye tatizo mwenye anafanyiwa dialysis. Tunda lingine si nzuri na tunalipenda na tunalikuza hapa nchini Kenya ndizi ya, yenye ime, imeiva ndizi pia utapata pia iko na potasiamu mingi sana. Kuna pia maembe sijaiweka hapa, lakini pia aina za maembe ziko kwa hiki kikundi. Alafu pia utapata, um, machungwa pia iko kwa hiyo kikundi, lakini kuna tunda labda kama apple, utapata tunda kama apple, tunda kama tikiti maji utapata. Hizi ni matunda anaweza kukula, mimi hu mgonjwa hata akikula hii labda sehemu kipande kidogo asubuhi saa nne, mm. Saa kumi ya kule kipande kingine hamna shida kabisa. Mm. Labda amekula kipande moja alafu anasikia anatamani kukula hepo, achukue hepo saa kumi kuliko kukula tikiti maji bando iko sawa. Mm. Kwa hivyo, um, njia tunaweza wasaidia wagonjwa ni kuketi na mtaalamu walishe ndo uweze kutadhimini na kuwaelezea kiwango ama haina alternatives. Kwa sababu hata kama tumesema hizi ziko na potasiamu mingi sana. Hii ni wanga ama starch, haimaanishi hakuna any other starch unaweza kukula kwa sababu mchele potasiamu iko kwa mchele ni kidogo sana. hmm. kidogo sana kumaanisha hata ukitaka kukula kila tuseme kila siku, lakini anabandilisha labda mboga ama stiu yake haina shida, mchele huo mweupe. Maanake unajua wengine wakiwa wagonjwa nambo uende ukale mchele wa brown, usile mchele mweupe. Hilo ni swali muhimu sana um, uh, wana. lakini ningetaka kutathmini ama kuelezea mtazamaji ya kwamba chakula chote Mungu ametupatia ni kizuri hmm. Shida hukuwa kwa kiwango chenye unatumia Hmm. Kwa sababu kama utakula labda tuseme wali, lakini unataka kutia vijiko tano ya wali kwa, kwa sahani yako hiyo hmm. Umepitiza ki, kiwango yenye unahitaji kulingana na zile tunaita kalori ama calories hmm. Kwa hivyo, lakini kama atajitilia kijiko labda moja ya mchele hmm. Iko sawa kabisa. Sawa sawa, na hili swala la ninio la uji maanake kuna Barak hapa. Nasema niko na shida ya kidney na nikienda hospitali naambiwa nikule tunda moja kwa siku na niache kunywa uji na ku avoid sugary foods. Ili tatizo la uji uji, uji uh, una madhara gani kwa mgonjwa wa figo? Uji hauna madhara, utakuwa na madhara kulingana na venye umetengezwa hmm. Kwa mfano wakati unapata zile chakula zinatoka sana sana kwa shamba tuseme kama wimbi, mtama wakati unazisiaga pia ni aina ya chakula zenye kiko na potasiamu mingi sana. Labda anajaribu kufikiria mwenye alijaribu kumwelezea, labda yeye inamaanisha wakati alijiwakilisha pale kwa kliniki, labda alisema anatumia uji ya wimbi. Halafu kumbuka kama hapa hivi Nairobi kuna watu wamekuwa wakitumia sijui uji pawa, wanatumia uji gani? Na ujipawa inamaanisha ni uji imewekwa pia vitu zingine, iko na muogo, labda iko na njugu, labda iko na samaki, labda iko kwa hivyo ina, ina, ina, ina, ina determine ama ina depend na ile uji yenye unatumia. Kwa hivyo okay. Wakichukua tuseme kama mahindi mm potasia mingi sana. Sawa, sawa. yake. Tutarudi kwako tueleze. Kwa hivi sasa kama tulivyoeleza watazamaji wetu ni kwamba Rais William Ruto anaendeleza ziara yake katika kaunti ya Nairobi kwa siku ya tatu hii leo kuzuru mitaa mbalimbali na kukagua miradi mbalimbali mbali ambayo imetekelezwa. Kwa hivi sasa tunarifiwa kwamba yuko Dagoretti South. Tuweze kusikiliza ni yapi ambayo yanajiri katika ziara hiyo ya leo. Ni ni tuta namalizia kwa kusema hivi, Mheshimiwa Rais, ukisimama hapa, ngoja kidogo, ngoja nifanye roll call. Mheshimiwa Rais, hapa ukisimama kwa soko hapa, uko na jamii mzima ya Kenya hapa. Kuna wazee wa kerika wanakuwa karibu na hii soko, tuko na vijana wa shopping center na car wash pia wako hapa, tuko na kinamama wa Dagoreti mzima Tuko pia na wafuasi wa kanisa lako la Revival. Mheshimiwa Rais nampigia Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ndiye alituanzishia jiwe la msingi la Revival hapa kanisani, na Mheshimiwa Rais, wana Revival wamekuita uje usome hapo tena. Ya mwisho, niko hapa na mheshimiwa Eric Kiogora, mjumbe wa Reruto. Epi kalale!

<laughs> ni ziara ya rais huyo katika eneo la Dagoretti ambako ameandamana na viongozi mbalimbali akiwa kwenye pilika pilika za kukagua na kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ambayo imefanywa katika eneo hilo. Turudi hapa ndani ya studio ambapo hii leo tunaangazia tatizo la figo. Daktari uh, kama alivyotueleza Karuri, ni kwamba yeye yake ilikuwa ni tatizo la muda mfupi ambalo lilitibiwa na miongoni mwa wale matibabu, pengine utueleze tu kwa ufupi, Karuri, ni aina gani matibabu ambayo ulitumia wewe ambapo yakakufanya mpaka ukajihisi vizuri, alafu kisha daktari aje atueleze, maanake unajua, mwingine akisikia kwamba ana matatizo ya figo anaona kwamba hawezi kupona, na inafika kiwango gani kwamba figo inaweza kupona na figo ile ambaye haiwezi kupona kabisa. Lakini kwanza tuje kwako Karudi. Naam, Mwanahamisi Hamisi, uh, ilikuwa tu mambo ya kuwekwa maji mwilini mm, na madini mm, uh, potassium yangu ilikuwa chini kidogo, na wakaibusta wakaifanya na booster ya, ya shots na vial vial za potassium mm, na dial na dialysis pekee ndio, ndio nikajipata nafuu nikapata nikajisikia niko na mm, nika nika nafuu na um, uh, apart from that uh, ilikuwa tu appetite ilianza kurudi Mm -hmm. Juu ilikuwa imepotea mm -hmm. loss of appetite ilikuwa imepotea na baada ya sasa kuwekwa maji mwilini mm -hmm. na IV nikaanza kupata nafuu mm -hmm. yeah. okay. Uh, Felix amezungumza kuhusu potasiam yake ilikuwa iko chini. Ina maana kwamba potasiam ikiwa chini, ikiwa juu kwa mgonjwa wa figo um, ni tatizo. Ni vizuri sana hilo, uh, swali tuweze kujibu vizuri kwanza, um, mm -hmm na ntajaribu pia kuruhusu daktari wetu atueleze kuna aina tofauti za figo kukuwa na shida mm, na ile shida Francis alikuwa nayo tunaita acute, um, na hii acute kidney injury ni shida inatokana sana sana, sana kupoteza maji yenye alipoteza akapata na dehydration, na wakati unapoteza maji na hii na affect mtoto na mtu mzima na ndio sababu pia kuna watoto daktari alikuwa anaelezea, wanapata shida ya figo, unapata wamepoteza maji mingi sana, wanapata dehydration. Ni vizuri tujue wakati binadamu anapoteza maji kupitia kutapika hama kwa haja kubwa, unapoteza potassium kutoka kwa mwili kwa kwa mwili, kwa hivyo kiwango cha potasiamu kinaenda chini sana kwa mwili, na ni ukweli inakuwa pia hatari kwa maisha yako, kwa sababu zile vitu tumeita electrolytes, potasiamu na sodium, ni vitu zenye zinatumika kwa mwili wetu kuweza kuhakikisha kwamba seli zetu ziko na afya bora, ndio tuweze kukua na afya bora kama binadamu. Kwa hivyo inamaanisha kiwango ya moja hizo ikienda juu zaidi ama chini zaidi, inaweza kukuwa na shida. Lakini sasa ukikuja wakati figo zimepoteza kazi ya kuweza kufanya hizo kazi zake zenye zinafanya kama kuosha damu kupima kiwango ya maji. Sasa huyu ni mgonjwa tofauti, uh, uh, ni aina tofauti ya figo hii hmm. Sasa inaitwa chronic kidney injury, inamaanisha ya kwamba figo zako zimepoteza kiwango kubwa ya kufanya kazi, na hatuwezi kurejea ama hatuwezi kukurudisha kwa hali ya kawaida, ni vigumu sana na ndio sababu huwa tunajaribu ku make sure that mtu mwenye yako na hiyo shida ya figo mwenye sasa kila siku atakuwa kikuja dialysis, tunajaribu kudhibiti chenye anakula. Kwa sababu gani? ukiongeza uchafu itabidi tuongeze pia dialysis. Unapata kama mwenye alikuwa na ujua alisema anafanya mara mbili, unaweza pata labda mtu hata amefanya tatu. Kwa sababu gani? chakula chenye unakula kinafanya damu yako inakuwa chafu haraka sana, kwa hivyo inabidi aje, ndo tutoe uchafu pia tunakuongezea mara zenye unafaa kukuja kufanya dialysis. Na ndio hivyo sasa, mimi kama mtaalamu wa afya nafaa kuhakikisha chenye unakula, kwa sababu huu uchafu wenye unapatikana kwa damu kama vile tumesema, unatokana sanasana sana na vyakula including hiyo potassium, ile yenye tulisema inaitwa urea, zinatokana na chakula. Kwa hivyo nikikuruhusu kule aina yote ya, ya chakula, inamaanisha figo zako kwanza zitapoteza function haraka sana, ile yenye unapata sasa. Mtu amefika mahali, sasa, haezi survive, lazima afanywe transplant, ile inaitwa end stage kidney disease. Okay. Yenye zimepoteza kazi kabisa, kwa hivyo inamaanisha kazi yangu kama mhudumu na daktari mwenye tunafanya naye kama mwenye shida Dr. Jagu, Dr Njogu ni nephrologist. Mm. Kazi yangu kama mtaalam ni kuhakikisha chenye anakula haimpi uchafu mingi sana huo, mwenye anafanyiwa naye daktari kwa pande yake ni kuhakikisha kama kuna matibabu labda huyu mtu anatumia ya pressure ya skari, labda labda pia tunapata saa zingine mifupa zao zinakuwa zinadhofika, kwa sababu ya venye kazi moja ya figo ni kuhakikisha ya kwamba inatumika vizuri kwa mwili, kwa hivyo napatanga pia wanapata kama umeona mtu amefanywa mara mwaka kama mbili tatu na uchovu mwingi. Yeah, hii, eh? Yeah. Sawa, sawa. Narifiwa kuna simu, maanake tumefungua line za simu. Hello? Hello? Yes, nani mwenzetu na una swali gani? mimi ni Lucy. mm -hmm. Uh, mtoto wangu wa miaka kumi mm, alipatwa na shinda akiwa shuleni. mm -hmm. Nikaweza kupigiwa simu, nikagundua mtoto wangu akona wa maumivu sana, side ya left Hmm. Hata hakuwa anaweza kusimama, ukukimbiza hmm. hospitali, akafanyiwa vipimo tena nikagua kona shida ya kidney hmm. na nikagua kona nephritis hmm. aliweza kuadmitiwa kama wiki moja hmm. na tukagua sasa hiyo shida ni kama imeisha, lakini huwa anakaa anasema kona maumivu hivi hivi. Kwa hivyo nilikuwa nauliza daktari, tunaweza saidika namna gani, kwa sababu naogopa isikuwe Shida ya kidi ni hasara. Okay. Kama hii ni nefritis ni nini? Sawa, daktari amekusikia na anakujibu, eh? Asante. Hai, daktari. Hai, eh, najua ni ngumu pia kupima, kupima na kutibu mtu kwa simu, lakini wacha nijaribu kumsaidia mtoto mm -hmm. Eh, wake alipata nefritis ya inamaanisha inflammation ya figo mm -hmm. Na vyenye ameeleza ilikuwa upande mmoja mm -hmm. E, yenye anaogopa ni kwamba haya maumivu yataendelea hadi hiyo figo iache kufanya kazi. Naam. E, naweza sema kwa mtoto hiyo si, si very common. ni rare sana. Ni nadri. Eh, e, lakini yenye ningetaka kujua huo mtoto wake sababu ya ile nephritis ilikuwa nini? Juu kama ni kijana ni, kwanza tunasimanga kila infection kwa njia ya figo ya mkojo kwa e, mtoto mwanaume We treat it as complicated kwanza because lazima kuna kitu imesababisha hiyo infection, na hawezi kuwa kwamba ilitokelezea tu kutoka mahali yoyote, mm. Inamaanisha kuna mahali hiyo infection ilitolewa, na ningemwambia kwamba kitu ya kwanza niende atafute mtaalamu wa figo. Anaweza tafuta mmoja hapo kwetu St Francis hospitali, aangalie hiyo figo kabisa na hakikishe kwamba ile sababu ilianzisha ile inflammation ya kwanza bado haiko Hmm. Juu kama haiko na ile wiki moja alikaa kwa hospitali na ikatibiwa na ilipona, inamaanisha figo itaendelea kuwa sawa, itarudi kazi vizuri. Hmm. Kama haijatolewa hmm, inamaanisha atarudi kwa, kwa ile shida tena. Aya, sawa, sawa sawa. Natumai amepata jibu vizuri. Sasa turudi katika haya matibabu ya figo, na inamaanisha nini maanake. Um, tunasikia kwamba kuna mwingine alikuwa na figo ikatolewa akapachikwa figo nyingine, saa hizi anakuwa sawa. Mwingine alitolewa tu figo moja na anaishi na figo moja. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na mata, ma, matibabu ya figo. Matibabu ya figo yana yanaelekea kwamba kama ni acute kama ni ile ya muda mfupi mm. Unaweza itibu bila hata kufanya dialysis, kama umepata ile sababu. Tuseme kama eh, rafiki yangu hapa Francis alipatikana mapema eh, akapewa maji ya kutosha, inamaanisha figo labda azingedhoofika na angehitaji ile dialysis mm -hmm. Lakini alifika ile kiwango, alihitaji dialysis, lakini ile dialysis ilikuwa kwa muda mfupi mm. wiki moja mm. akamaliza, figo zilipata hiyo pumziko na zilirudi kazi. Hiyo ndio kwa ile acute kidney injury. So, kama unaweza pata ile ilisababisha na uitibu sana sana, hiyo mambo inaishia hapo. ba, ba, ya, baada ya wiki mbili mtu anarudi ako sawa mm -hmm. wale wenye wanaendelea kudhoofika ile tunasema sasa, kidney inaendelea kudhoofika, kidney inaendelea imekuwa chronic kidney disease. Tunasemanga by the time ume, umefika miezi mitatu na figo haijaanza kurudi venye ilikuwa, inamaanisha sasa figo yako itaendelea kudhoofika hadi ile mahali itazima, yote yatazima kufanya kazi. Ay, kidogo tu naarifiwa na kuna mwingine kwenye laini ya simu tumsikilize, alafu tuendelee. Halo, halo, halo, nani mwenzetu kwenye laini ya simu? ni Felicity tuambie. Ile nilienda kini itakuwa imeaffect aka mo anakoia kwa tumbo, sasa mtoto kutolewa, itakuwa hiyo presha bado iko juu sana, imekuwa kwa matibabu ko like Mhm. Uh -huh. Sasa hofi yangu mii sasa, hiyo pressure ile imekaa juu sana na izokia ajiidaa ah, ya kama inaweza kuwa imeaffect cause iko na wasiwasi, hata nikienda hospitali haiwezi kunywa, lakini nikikunywa dawa inarudi, but kuseme, nikiacha kwa siku mbili hivi bado presha tena inarudi kuu. Sasa shida yako ni presha wewe? Shida yangu ni presha, lakini niko na hofu mm, inaweza kuwa imeaffect cause ile saidi mtoto alikuwa amelala akakufuatiwa hiyo saidi Hmm. asaaiabauhivyo hmm. hmm. sana sanasana nikuwa nafanya kazi. Haya, sawa ngoja daktari ya kujibu, eh? Daktari nadhani na amepiga simu huyu baada ya kutusikiliza pale tukasema kwamba ugonjwa wa pressure pia nao unaweza kuwa kwa namna moja au nyingine unaweza ukaja ukaathiri figo. Sasa pengine utamjibu vipi? Uh venya ameeleza mm, shida yake ya presh ilikuja na mimba mm. Hiyo uh, inaf, inafanyika ni kawaida o. Wanawake wengi wanapata ile shida ya presh wakati wa mimba mm -hmm. na pia wanaweza ipata baada ya kuzaa mtoto mm. Kitu lazima wajue hiyo preshe inaweza isha baada ya miezi moja ama mbili, lakini lazima waendelee na dawa hadi waambiwe kwamba hii shida imeisha, unaweza acha juu kuna wenye inaanza kuwa mimba lakini itaendelea mm. Shida itakuwa wakati akijaribu kuacha dawa, hiyo presha itaendelea kuwa juu na itaathiri figo zake mm. Yenye naweza mwambia ni tafadhali, dawa zako lazima uchukue venye uliambiwa mm -hmm. Na ukoe ile mashini ya kupima presha, unafaa kuwa nayo kama uko na shida ya presha. Unafaa kuwa na hiyo mashini kwa nyumba, unakuwa unajipima asubuhi na jioni, ndio kama unaanza kuona inaanza kupanda tena unaweza ambia daktari wako mapema kabla hizo athari mbaya zianze kuja baadaye za figo. Haya, sawa sawa, tutarudi kwako pia utueleze zaidi kuhusiana na yale matibabu mm. Lakini kwa sasa mwanahabari wetu Evans Asiba alikuwa amezungumza na daktari kule Nakuru. Hebu tusikilize ni yapi aliokuwa ametuandalia, maanake alikuwa amenigusiagusia kwamba atakuwa anazingatia zaidi suala la dialysis kwako, Asiba Mesha. Benson Irungu Mwangi ni mkazi wa Ngorika kaunti ya Nyandarua. Ni baba wa mtoto mmoja. Amekuwa akifika katika hospitali hii ya rufaa Nakuru kwa miaka minane sasa. Benson hutumia kitanda hiki cha ja kusafisha figo mara mbili kwa wiki. Hii ni baada ya kupatikana na ugonjwa wa figo mwaka 2012. Alianza matibabu papo hapo ila, mnamo mwaka 2017, safari ya kusafisha figo ilianza baada ya kuzidiwa na ugonjwa. Shida yangu ya figo niligundua mwaka wa 2012. Wakati huo mahali nilikuwa naenda kibarua, hiyo siku moja nikaamka, nikakuta miguu, kiatu hakiingii kwa miguu kuangalia nikaona miguu imefiba, sikuwa na uchungu hapo beleni, lakini wakati nilipoingia kwa hospitali, daktari aliniambia kama nilikuwa na shida ya, ya kuumwa na kichwa mara nyingi, naweza kuwa nilikuwa na hypertension. Magonjwa ya figo yameongezeka zaidi siku hizi uh, kila tukiangalia statistics kila moja wa watu kumi akuwa na shida ya figo chronic kidney disease. Uh, na shida moja ambayo haya magonjwa ya figo yako nayo uh, some, uh, uh, ni kwamba hayana symptoms sometimes during the early stages figo tu inaendelea kudhoofika. Lakini mwenye umri wa miaka 53 ni miongoni mwa zaidi ya wagonjwa mia moja ambao hufika katika hospitali hii ya Nakuru kila mwezi kwa kusafisha figo. Hatua chache kutoka kwa kitanda cha Benson tunampata Sara Nyawira, mama wa miaka 51, anasubiri zamu yake. Ni maisha ambayo ameishi kwa miaka 15 sasa, baada ya kupatikana na tatizo la figo mwaka 2012. Daktari Anton Wainaina, mkuu wa kitengo cha wagonjwa wa figo katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, anasema tatizo kuu ni kuwa wagonjwa wengi huchelewa kugundua hali za figo zao ingine hata o hauna unapitia mambo magumu, inafikanga mahali kwa sababu ya vile wamesumbua watu, unaona, mpaka watu wamechoka na wewe. 212 nilifanyiwa lipofanyiwa, nikakaa nayo fo3, alafu ikafail kwa sababu ya kukosa mandawa, so nikaanza tena dayari sisabaada wa kwa wao miezi miwili kwa ward kiwango changu, nikaambiwa lazima sasa nianze dialysis. Hivyo kuanzia 2017 mpaka wa sasa nimekuwa chini ya hii mashini. Kama tumepata shida ya figo mapema, madawa yametokea ambayo hayakuwa hapo mbeleni, yanaweza saidia sana kwa kupunguza hiyo maradhi ya figo. So ndio tunajaribu kuhamasisha tukiweza kudetect haya magonjwa mapema, tutumie hizi dawa mapema, watu wengi hawatafika kwenda kwa uh, kufika useme kama ni dialysis. safari ya matibabu pamoja na kumchunga mgonjwa maradhi ya figo siyo rahisi. David Maina mkazi wa Gilgil kaunti ya Nakuru anamshughulikia babake ambaye pia hajazazwa kutokana na makali ya maradhi haya anatupa taswira kamili ya kumlea na kumhudumia mgonjwa wa figo, huku akimsubiri babake kutoka katika chumba cha kusafisha figo. Nyumbani pia lazima chakula chao kiangaliwe, so kama ni mam lazima atayarishe chakula chake kulingana na maagizo ya daktari. Napata ya kwamba kuna chakula chingine daktari wanasema wasikule na kuna ile ambayo wameruhusiwa kukula. So unapata pia challenge ni kwamba chakula iwezi pikwa kiholela tu, lazima iwe ina, kuna uangalifu e, wa chakula ni utimize masharti ya daktari. Kila mwezi watu mia moja hupokea matibabu ya figo katika hospitali kuu hii ya Nakuru. Miongoni mwao watu watano huwa wenye dharura. Sasa madaktari wakiwaomba Wakenya kuhakikisha wamepima hali zao na kujua, ili kupokea matibabu kwa wakati ufao. Evan Msasiba, runinga ya Citizen katika hospitali kuu ya Nakuru. Na asante sana Siba kwa kututayarishia taarifa hiyo ambapo umetueleza tu aina ya matibabu ya dialysis ambayo uh, wagonjwa uh, wa figo wanapitia. Daktari tutapumzika kidogo lakini nitakaporejea uh, ningependa pia uzungumzie mgonjwa wa uh, figo anaweza kuishi kwa umri gani? Maanake kulingana na ile taarifa ambayo Siba pale ametuonyesha anatueleza kwamba kuna watu wameishi miaka kumi kumi na bado anaendelea tu na matibabu ya dialysis na pengine pia athari za muda mrefu ambazo zinatokana iwapa mtu atakuwa anaendelea kufanyiwa dialysis kwa muda huo wote. Hayo yote, mtazamaji, itakuwa ni baadaye, baada ya muda usiokuwa mrefu na baada ya kukuletea yale ambayo tunakutayarishia kwenye taarifa zetu za saa saba. Usende bali chaguliwa <muchilis>